Ikatokea basi yakakuzidia maji yale ukafika sehemu ambayo huwezi kuogelea. Sasa kitendo chako cha kuwa unalia wakati ule kwamba unajua nje kuna ndugu yangu fulani ambayo yuko pale na unajua thika hajui kuogelea ukawa unamlilia, kila ukiinuka ukiruka hivi unamwita Salim

amekikusanya na kukipanga Muhammad Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu al-mudarris fi dar al-hadith al-khairiyah Makkah al-mukarrama. Kwa hiyo insha Allah tutatembea na risala hii ndogo, ili tuweze kuzijenga aqida zetu, ili tuweze kujenga tauhidi yetu. Anaanza al-sheikh bismillahir rahmanir rahim

pamoja na kutaja dalili katika Quran anayajibu maswali haya, pamoja na kutaja dalili katika Quran wal hadithi na hadithi ya Mtume alaihi salatu wassalam, au na dalili katika hadithi za Mtume alaihi salatu wassalam, liyatmaina alqariu ila sihati aljawabi, ili yule anayesoma atulizane moyo wake kwa kule au kwa ule usahihi wa jawabu. Nasema kitabu hiki au risala hii ameyajibu maswali bi maana, amekiandika kwa mfumo wa maswali. Ni maswali anayejibu akitumia dalili katika Quran, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu gani? liyatma'inna alqari'u ila sihhati aljawab, ili yule msomaji atakayesoma risala hii atulizane katika moyo wake kwa usahihi wajibu kama lile

Leo biidhni llahi tabaraka wa taala tutalisoma swali hili la kwanza na tulifafanue swali hili la kwanza kadri ambayo atatuwezesha Allah subhanahu wa taala. Asema limadha khalaqana Allah? Ni kwa ajili gani ametuumba Allah subhanahu wa taala? Ewe mtazamaji, aidha ni Muislamu au si Muislamu? Tambua ya kwamba umeumbwa na kunaye aliyekuumba kuumba na si mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wataala. Sasa ni kwa ajili gani amekuumba Allah wa Ta'ala? labda tunaweza tukajiuliza tumekuja tu ghafla hapa duniani. Labda anaweza akakaa mtu akaona ameletwa tu bila ya malengo. Labda anaweza akakaa mtu akaona amekuja miujiza, miujiza, lakini Allah subhanahu wataala ndiye aliyetuumba. Sasa ni kwa ajili gani Allah ametuumbaa

Sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu mimi, ya kuniabudu mimi, Allah subhanahu wa ta'ala, yuwahiduni wanipokeshe mimi. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza malengo kwa wazi kabisa ya kwamba mimi nimemuumba mwanadamu ni kwa na majini, ameumba wanadamu na majini kwa ajili ya kuabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mtazamaji, Lazima utambue kwamba Mola wako amekuumba kwa malengo, usiwe unaishi katika dunia hii kama vile mnyama, kama vile wadudu, kama vile ndege, bali Mtume alayhi salatu wassalam siku moja amekaa na masahaba zake baada ya sala ya alfajiri, alipomaliza kusali, na kisa hiki anakisimulia al-Imamu al-Bukhari katika kitabu al-Anbiya. anasema Mtume alayhi salatu wassalam Aliwageukia masahaba zake akamwambia, katika Banu Israil kulikuwa na bwana mmoja alimpanda ng'ombe kama vile anavyopandwa punda au ngamia au farasi faatabaha, akawa amempanda ule ng'ombe anampiga kwa ajili ya kufanya haraka katika ile safari. Anasema al-Imamu al-Bukhari faatabaha

Hakika yetu sisi hatukuumbwa kwa ajili hii. Tumeumbwa ili tumsaidie mwanadamu alime katika ardhi hii. Huyu ni ng'ombe ambaye hakukalifishwa kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni ng'ombe ambaye Allah hakumpa akili ambayo mimi na wewe tuko nayo. Kwa nini ikiwa ng'ombe kama huyu aliyejua malengo ya kuletwa katika dunia hii, mimi na wewe tukawa tunajisahau, mimi na wewe tukawa tunajisahulisha? Kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na ametuleta katika dunia hii? Ama dalili katika maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam ya kuonesha kwamba haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni wamwabudu na wale wasimshirikishe, ni hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, asema kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam

na sisi vile vile tuna haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alipoulizwa swali hili na mtume alaihi salatu wassalam akamjibu na kumwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Tanbihi hapa kabla ya kuendelea hapa, mtume alaihi salatu wassalam alipomueleza Muadh au alipomwuliza swali Muadh, Muadh akamwambia Rasulullah Allah akamjibu. Mtume akamwambia allahu wa rasuluhu alam, Allah na mtume wake ndiye anayejua. Alimjibu hivi kwanza ni kwa sababu yale alikuwa ni masala ya dini, Mtume alayhi salatu wasalam anayafahamu na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayempa wahi mtume wake kuyafahamu masala ya dini. Pili, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hai pamoja na sahaba yule, ndio akayasema maneno haya allahu wa rasuluhu alam. Tukileta katika hali yetu ambayo sisi hatuna mtume sasa hivi, mtume hayupo. Unapoulizwa swali mathalan, ukataka kusema Allah ndo anayejua, kuna wengine husema Allahu wa rasulu wa alam. Kuna mahali ambapo anaweza akasema mtu Allahu wa rasulu wa alam ikiwa masala uliyoulizwa ni masala ya dini, kwa sababu tunajua Mtume alayhi salatu wasalam ameondoka katika dunia hii akiwa ameikamilisha dini hii, akiwa amefikisha risala aliyopewa na Allah subhanahu wa taala. Hakuna linalofichika kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini ikiwa ni masala ya kidunia ambayo Mtume alayhi salatu wasalam kwa wakati huo halitambui, sababu amekufa, basi ni juu yako, ewe mtazamaji, ewe Mwislam, kusema Allahu alam, wala usiongeze na kuzidisha Allahu wa rasuluhu alam.

Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni wamwabudu wala wasimshirikishe na kitu chingine. Tutasimama hapa sababu leo tunazungumzia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Na ndugu katika imani, jumla ya maneno haya inamaanisha anatakiwa Mwislamu awe ni muwahid, anatakiwa Mwislamu awe ni mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala

sawa iwe mtu anampwekesha ana, ana, ana Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi yake, anaitakidi nini katika, katika moyo wake, au suluk au mwenendo wake anakuwa ana ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, au ilamal au matendo yake anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayafanya kwa kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mtazamaji

illa liyuqaribuna ila allahi zulfa, hatuwaabudu isipokuwa wao tunawafanya tunawaalilia ili tujikurubishe watu, watu, kwa Allah subhanahu wataala, kupitia watu hawa, kwa sababu hawa ni watu wema, kwa sababu hawa walikuwa wema, wanatambulika mbele ya Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo tunataka shafaa kwa wao watukurubishe kwa Allah subhanahu wataala. Sasa mtu akawa anaitakidi hivi, mtu akawa anaitakidi kama kuna mtu anayedhuru na anayenufaisha, mtu akawa anaenda kumlilia siyekuwa Allah subhanahu wataala kwa ajili ya, ya kutaka kusaidika kwa matatizo yake. Bali ulama wakileta mifano ya mambo ambayo anaweza kumwingiza mtu katika ushirikina, na mtu akawa anaipeleka ibada ya Allah subhanahu wataala kwa siyekuwa Allah, na miongoni mwa ibada ni addua. Hili jambo la kuomba akawa mtu mathalan, mfano unaweza tu ukawa wewe uko baharini unaogelea, uko na wenzako au uko na mwenzako, kisha ukawa wewe hujui kuogelea au nyote amjui kuogelea, lakini mwenzako akayahofia maji yale, mwenzako akawa na tahadhari kabla ya hatari, akasema mimi siingii katika swimming pool ile ama siingii katika bahari ile, akawa amekaa ufuoni, kisha wewe kwa kuwa unatamani una kuingia katika bahari ile kuogelea, kufanya kaza, ukaingia katika bahari, ikatokea ika basi yakakuzidia maji yale, ukafika sehemu ambayo huwezi kuogelea. Sasa kitendo chako cha kuwa unalia wakati ule, kwamba unajua nje kuna ndugu yangu fulani ambayo yuko pale, na unajua thika haji kuogelea, ukawa unamlilia kila ukiinuka ukiruka hivi, unamuita Salim, kile ukifanya hivi Muhammed, na unajua thika hana uwezo wa jambo lile. Ulama wanasema hapa pia inaweza ikakufanya wewe ukaingia katika ushirikina, sababu unamlilia mtu ambaye lile jambo unalolitaka akusaidie nalo hawezi kukusaidia nalo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika Qurani, wayabuduna min duni llah ma la yadhuruhum wala yanfauhum wanawabudu

Munaleta hoja ya kwamba hawa mnawafanya ni watetezi wenu mbele ya Allah subhanahu wataala, subhanahu wataala amma yushrikun. Allah subhanahu wa taala ametakasika kwa yale wanayofanya washirikina. Kwa hiyo ndugu Mwislamu, ndugu mtazamaji, tambua ya kwamba tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wataala, na haki ya Allah subhanahu wa taala juu ya waja wake ni waja